Basi taarifa yake Lena Dwamalwa akituarifu kwa. Uongozi wa chama cha ODM ukiendelea kushuhudia nyufa zaidi, mrengo unaoongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Seneta Edwin Sifuna uliweza kuandaa mkutano um, wa hadhara maarufu Linda Mwananchi, ambapo kabla ya kutibuliwa kwa vitoa machozi, baadhi ya viongozi walipata fursa ya kuwahutubia wafuasi wa mrengo huo katika mji wa Kitengela, kaunti ya Kajiado. Viongozi hao wakiongozwa na Seneta Sifuna na Gavana wa Siaya James Orengo walifika mjini Kitengela kwa msafara mrefu huku wakiwa wamesubiriwa na umati mkubwa wa watu waliotaka kusikiza hotuba zao.

wakizungumza mmoja baada ya mwingine walikuwa tu na ujumbe mmoja wa kutaka kumbandua mamlakani Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na saba, wakitaka uungwaji mkono kutoka kwa wafuasi wao. Sasa hii serikali ya kudhulumu wananchi soi inasema ni atamsig

Wangapi wamekubali? Kasongo tunamuondoa sasa hivi. Wanenaji hao wakiwemo wabunge Babu Owino na wengine walitaja serikali ya Rais Ruto kuwa serikali iliyofeli na sasa wanawataka wapiga kura wasiichague tena serikali yake kwenye uchaguzi huo mkuu. Wale wachezaji wa kulipa wako Mombasa pale, wamekula pesa kwenda kuuza chama na tutakubali hata wafanye ndini nini mwana, sisi tunapanga maneno raundi hii, 16 million strong. Hapa ni wapi Bwana William Ruto? Kamera yake iko wapi, Mr President? Sisi si waoga, tumefika. Hatujafika. Licha ya wananchi kuwa watulivu na bila fujo yoyote kabla ya mkutano huo kuanza, na hata wakati hotuba zilipokuwa zikiendelea, mkutano huo ulitibuka mwisho mwisho baada ya polisi kurusha kitoa wa machozi wakati wanenaji wa mwisho walikuwa wanahutubia wananchi, huku kila mmoja mwananchi ama kiongozi wakikimbilia usalama wao.

Kabla ya kufika kwenye mkutano huo wa Kitengela, wanasiasa hawa walihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa moja katika eneo la Kisaju katika kaunti jirani ya Kajiado. Nikiripotia West TV kutoka Kitengela katika kaunti ya Machakos, naitwa Leonardo Wamalwa. Oh.